kwa hiyo wanajitahidi wana, wana, wana kucomply na tunaenda vizuri mpaka sasa hivi. Hongereni sana. Toka toka sa, saa ngapi hupo? Toka jana asubuhi? Hongera yeah. Hey, sana hongera na pole haya. Hongereni sana, hongereni kwa kazi nzuri. Nafurahi kuona askari wetu bado wana ari, wana moyo